Bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wassalamu ala ashrafi lambiyai al walmursalin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Mtukufu, mwingi wa rehma, mwingi wa kusamehe, ambaye kwa hekima yake ambaye ametuwezesha kuiona siku nyingine tena furaha e, ambaye ametuwezesha kuiona siku nyingine tena tukiwa na matumaini na siku ya kurejea kwake. Kwa unyenyekevu kwa rehma na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasalam, ahali zake na maswahaba zake na wote wanaofuata njia yake mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu waumini, katika Siku hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kuiona tena, na pia tumekusanyika hapa tukisikiliza darasa hili, huku mioyo yetu ikiwa na furaha, lakini pia tukiwa na maumivu, huzuni na mitihani mbalimbali. Wapo miongoni mwetu wanaougua, wanaoangaika na maradhi ya miili, nafsi na nyoyo. Wapo wanaobeba mzigo wa hofu msongo wa mawazo, umaskini na majaribu yasiyoonekana kwa macho. Ndugu uh, yangu katika imani, ikiwa wewe ni miongoni mwa watu hawa ambao wanapitia majaribu, ambao wanapitia majaribu makubwa sana, basi endelea kusikiliza darasa hili dua ambayo kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala basi itakuwa ni sababu ya wewe kuondoshwa maradhi yako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakash shukru kulluhu wa ilayka yarja'u al-umuru kulluhu. Allahumma ya Rabbana nahnu 'ibaduk mudha'afa wanahanu lfuqarau ilaika, ewe Mwenyezi Mungu, sifa zote ni zako, shukurani zote ni zako na mambo yote yanarudi kwako. Ewe Mola wetu, sisi ni waja wako wanyonge, sisi ni maskini, e, wanaokuhitaji wewe ya Rabi. Allahumma shfi maradana wa maradha l muslimina Allahumma shfi, shfi shifaa la yughadilu sakama Allahumma anta shafi la shifaa illa shifauka, e Mwenyezi Mungu waponyeshe wagonjwa wetu na wagonjwa wa Waislamu wote. E Mwenyezi Mungu tupe uponyaji ambao hauachi ugonjwa wowote. E Mwenyezi Mungu wewe ndiye mponyaji, hakuna uponyaji isipokuwa uponyaji wako. Allahuma la taj'al maradhana adhaban alayna bali ij'alhu kafaratan lidhunubina, ewe Mwenyezi Mungu usifanye maradhi yetu kuwa adhabu juu yetu bali fanya yawe kafara ya madhambi yetu ya Rabbi. Ndugu zangu waumini, maradhi si dalili ya chuki ya Mwenyezi Mungu, bali mara nyingi ni mtihani wa upendo, ni njia ya Allah kumtakasa mja wake na ni daraja la kumpandisha cheo chake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitufundisha kuwa hakuna maumivu, uchovu, huzuni, wala hata sindano inayomchoma Muislamu isipokuwa Mwenyezi Mungu huifuta dhambi kwa sababu yake. Kwa hiyo, katika dua zetu hatuombi tu kuondoliwa maradhi, bali tunaomba subira, imani na mwisho mwema. Kwa hivyo dua ya subira na nguvu ya moyo unapokuwa unapitia mtihani ya namna hiyo, sema hivi: Allahumma afrigh alaina sabran wa thabbit qulubana wa qawwi imanana. E, Mwenyezi Mungu, mimina juu yetu subira, thibitisha nyoyo zetu na uimarisha imani yetu. Au unaweza kusema hivi: Allahumma la taklina ila anfusina tarfata ain. Ewe Mwenyezi Mungu usituache hata kwa ukupepesa jicho letu wenyewe. E, na dua ambayo mtume pia alikuwa akiitumia alipokuwa akimwombea mgonjwa alikuwa akisema: Allahumma rabban nas adhhabil baas ishfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru sakama Ewe Mwenyezi Mungu, mola wa watu, ondoa maumivu, ponya, wewe ndiye mponyaji, hakuna uponyaji isipokuwa uponyaji wako, uponyaji usioacha ugonjwa wowote. Ndugu yangu katika imani e, akiwa mgonjwa ana maumivu katika sehemu ya mwili, dua hii ni muhimu sana, sema hivi: bismillahi audhu billahi wa qudratihi min shar ma ajidu wa, wa uhadhir. Soma dua hii mara tatu: bismillah a'udhu billah wa kuduratihi min shar ma ajida wa uhadhir. Najikinga kwa Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wake kutokana na shari ya maumivu ninayoyahisi, ninayo ya hisi na ninayo yaogopa. Ewe ndugu yangu, si maradhi yote yako mwilini kuna mengine, yapo maradhi ya hofu, ya wasiwasi, ya huzuni na ya kukata tamaa. Kwa ajili hai, kwa ajili ya hayo tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuse, kwa kusema hivi: Allahumma shfi qulubana minan nifaqi wa a'u, wa amalana minar riyai wa alsinatana minal kadhbi. E Mwenyezi Mungu, ziponye nyoyo zetu na unafiki jitakase, vitendo vyetu na ria na vindimi zetu na uongo. Au dua ya kuondoa huzuni na msongo wa mawazo, sema hivi Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazni walajzi walkasli, Allahumma ashraha lana sudurana wayasirana umurana. Ewe Mwenyezi Mungu najilinda kwako dhidi ya huzuni huzuni masikitiko udhaifu na uvivu. Allahumma shtaraha lana sudurana wa yassir lana umurana, Ewe Mwenyezi Mungu fungua vifua vyetu na yarahisishe mambo yetu. Ewe Mwenyezi Mungu, katika dua hii hatujasahau sisi peke yetu. Ewe Mwenyezi Mungu, waponyeshe wazazi wetu mashaka zetu wanazuoni wetu watoto wetu na wanawake zetu. Eye Mwenyezimngu, waponyeshe wote wanaoteseka popote walipo. Ndugu yangu katika imani uh, ikiwa wewe ni miongoni mwa watu ambao wanapitia hali hii, basi dua hii ni muhimu sana na pia <coughs> kama ni mara yako ya kwa kwanza, basi usiache kushea video hii, subscribe, ili wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tunapokuwa tumeweka hapa katika channel hii ya Nurdin Media.